Man, malaika wawili hawa walipelekwa Babil Iraq, mji kadima sana, katika miji mikubwa ya zamani Babil, huko Iraq, wakisomesha wachawi. Na watu waliposikia kwamba kuna uchawi unasomeshwa, kanu yuqbiluna ilaihima, wanakwenda kusoma. Umekuja ndio unataka kusoma uchawi? Ndio. Lakini unajua kama uchawi ni ukafiri? Ndiyo najua, nisomeshe. Hivyo hivyo umekubali? Ndio. masharti yetu ni a. Sawa, anasoma Wama unzila ala lmalakaini al, na kile kilichoteremshwa juu ya malaika wawili bibabila, huko Babil, Haruta wa Marut, malaika wenyewe ni Harut na Marut. wama yalimani min ahadi, na wala hawa malaika wawili hakuwa hawakumfundisha yeyote yule aliyekuja kwao kutaka kufundishwa, hata yaqula mpaka wamwambie mapema kabla ya kumfundisha, innama nahnu fitnatun, hakika si lengine sisi ni mtihani tumeletwa. Fala takfur, tunajua umekuja kujifunza uchawi, lakini huu ni ukafiri. Kwa hiyo uchaguzi ni wako, uendelee kusoma ukufuru au uende zako usitake kusomeshwa. Si unaona hapo, mambo ya kwanza

Usizunguke sana kutaka kujua kwa nini tunasomesha sisi. Tunasomesha kama mtihani kwenu. Kwa hiyo, walikuwa wanabainisha kabla ya kuwasomesha wanafunzi. Sasa hapa tukisema bwana, sisi tunasomesha tafsiri, lakini hii ni manufaa yako wewe ya kujua dini yako, na ukisoma sana hii utakuwa mcha Mungu. Sasa ushafafunuliwa kile kitu ambacho kinahitajika kwa sababu mtume anasema hii Qur'ani unanyanyuliwa nyanyuliwa kwayo.